Moja kwa moja kutoka London na hii ni Swahili Voice. Habari za kutwa, wapenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia, na ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice ya hapa London na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakayoshuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii: ziara ya Rais Dr Hussein Mwinyi akamilika. Wadau waelezea hisia zao. Jumuiya ya Umoja Wetu yakamilisha rasimu ya Katiba. Na huko Afrika ya Mashariki mambo ni mwendo mdundo kweli kweli, ambapo hofu ya mafuriko ya ziwa Tanganyika huko Rumonge nchini Burundi yatanda. Kwa hayo na mengineo mengi usikose kujumuika nasi katika taarifa yetu hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Msomaji wako leo hii ni mimi Asia Sharif, na kwanza ni habari za ndani. Ile ziara ya rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi nchini hapa imekamilika rasmi na kwa mafanikio makubwa. Na ujumbe wa kiongozi huyo wa visiwa pendwa zaidi duniani ameondoka nchini na kurejea nyumbani kuendelea na majukumu mengine. Swahili Voice na tathmini: je, ni kwa kiasi gani ziara hiyo imekidhi na kukata kiu ya wanadiaspora. Tupate maoni. Ilikuwa ni wiki ya matukio mengi yaliyochanganyika na faraja na furaha kwa wanadiaspora wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla hapa jijini London wiki hii, faraja ambayo ilitokana na ziara ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi la Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi. Katika ziara hiyo iliyoanza tarehe 6 Aprili mwaka huu na kutamatika wiki hii kwa Mheshimiwa Rais kuondoka rasmi nchini hapa na kurejea nyumbani, ili wapa fursa wanadiaspora hao kuuliza maswali na kutoa yao ya moyoni. Katika makala hii tunaangazia tu baadhi ya maoni ya wadau hao wa diaspora ili kuona ni kwa kiasi gani ziara hiyo iliakisi na kukidhi matarajio yao. Tuanze na mwalimu Hamis Sahali wa kule Lester, anasemaje? Asalamu alaykum warahmatullah. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi amefanya ziara hapa Uingereza, um, siku chache zilizopita kiasi wiki moja iliyopita, na kusema kweli kwa kiwango kikubwa ziara yake imekidhi matarajio yangu kama diaspora, kwa sababu kitu cha mwanzo ambacho kama mwanadiaspora nikitegemea ni, ni kuona namna gani au kusikia namna gani serikali zote mbili ya Zanzibar na ya Tanzania zimejenga mikakati katika kutupokea na kushirikiana na sisi na Naam. Na sasa tumsikilize Daktari Muhamed Zaharan wa East Africa Educational Foundation anasemaje? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kwa kweli ziara ya Mheshimiwa Rais Mwinyi ilikuwa ni ya uh, mafanikio makubwa kwa sababu wanadiaspora walipata uh, avenue ya kuweza kuwasiliana moja kwa moja na Rais na wakati huohuo Mheshimiwa Rais alipata fursa ya kuwasikia wanadiaspora moja kwa moja bila kupitia Uh, hapa na pale. Maulana Abu Jafar ni miongoni mwa viongozi wakuu wa jumuia za West Midlands hapa nchini, naye hapa anasema: assalamu aleikum. Kwa hakika ujio wa Rais Mwinyi eh, katika nchi ya Uingereza ni ujio wa kihistoria. Viongozi wengi wa Tanzania au wa Zanzibar wanapokuja huku, wengine hatupati kuwaona, lakini anaonekana ni mtu wa ni rahisi kumfikia, ni mtu nyenyekevu, na tumefaidika sana na yale ambayo ametueleza. Kwa hiyo tulikuwa tukiona kwamba kuna utata mwingi tunapokwenda Zanzibar, lakini e, ziara yake imefichua mambo mengi na imetu kutupa maarifa mengi upa. Musa Ramadhan Mango na Sheikh Yusuf Hafidh kutoka Birmingham pia walikuwepo. Tunafarajika sana kusema ukweli, hatukupata nafasi maswali, maswali ya kuuliza maswali, lakini maswali yote yaliyoulizwa yamejibiwa kwa fasaha mzuri sana, na napenda kutoa shukrani zangu hizi kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania especially kwa balozi wa Jamhuri ya, ya Tanzania aliyekuwa hapa kwa kuweza kufanikisha jambo kama hili ambalo limetupa faraja kubwa sana na kujihisi sisi ni pati ya Watanzania. Naye msanii wa na tasnia ya filamu nchini na mfanyabiashara Lulu lulu Le Grand Dame alikuwepo na alikuwa na haya ya kusema. Unajua, rais kwetu sisi umetupa furaha sana kwa sababu ni kitu kizuri sana, sisi wana diaspora tunajisikia upweke. Wakija marais tunakosa hizo fursa, lakini kwa wakati huu tumefurahi sana kwa wana, kama wana diaspora kwanza, tulitani ni kitu kizuri, kwa sababu tumeona kwamba tunasikilizwa na pia tuko karibu mbali na kuwa, kwa sababu tuko karibu na ubalozi, lakini tumeona pia tuko karibu na nyumbani, kwa sababu rais ametupa kipaumbele kuacha shughuli zake na kuweza kuja kukutana na sisi, kwa hivyo hiyo tunamshukuru sana. Na pia uh, ukija kwenye swala lingine ambalo tungependa kulisema ni kwa sababu hatukupata nafasi, ni kumshukuru sana kwa vile vitambulisho vya Kizanzibari, kwa sababu angalau vinawapatia wa Zanzibar fursa ya kuweza kupata vitu vidogo vidogo kwenye nani hii, na kwa mara ya mwanzo tulikuwa na ugeni kutoka Milton Keynes. Nao walipata fursa ya kusema chochote. Uh, tumeuchukulia, uh, ni shughuli pevu kabisa ambayo ametunyooshea uh, na kutuweka sawa katika mambo yetu. Tulikuwa tuna diaspora wengi walikuwa na uh, changamoto ya kupata majibu, na ametuweka sawa hasa kwenye suala la upande wa jinsia, uraia, uh, pacha kwa uh, uh, sasa ni hayo tu, nami sina la ziada katika taarifa hii iliyojitosheleza na bila shaka kukidhi mahitaji yako, ewe mpendwa mtazamaji wetu. Nikiripoti mimi ni Jane Beyu wa Swahili Voice. Wakati huo huo, mwanariadha Hilmi Shawal Zam aliyewakilisha so Tanzania katika michezo ya paralimpiki ya dunia nchini Ufaransa mwaka jana alipongeza idhaa ya Swahili Voice kwa mchango wake katika kumsaidia kufanikisha malengo yake.

Ku, kuonana kwanza na rais, unajua rais kuonana naye si rais. Na rais wetu unajua wa Zanzibar alivyonipokea, alhamdulillah i, my, i opportunity yetu mawazo yangu na kuonana na mama ni wife wa rais as well. Alhamdulillah, walivyonipokea ile speech yangu, hajaamini kama nilikuwa na nimepata changamoto sana mpaka nilipofika pale sehemu tulipoenda juzi. Nimepata so many opportunities ku watu kusponsor, kutaka kusponsor na wenyewe wamesema, um, Rais Mwinyi himself na his wife wamesema look, tu tushachukua hii tushaandika list yako na agent wangu

Kufuatia maoni yote hayo bado tulitaka kufahamu ni kwa kiasi gani maswali na maoni waliotoa wana diaspora katika ziara ya Dr. Mwinyi nchini Uingereza yanaakisi shida na changamoto zao kama diaspora. Nani wa kujibu na kuchambua hoja hii? Si mwingine bali ni mchambuzi sana. Hapa anachambua, wamejaribu wame kugusagusa tu, lakini wengi wao walikuwa wanazungumzia, naweza nikasema mambo yao binafsi, kama vile biashara, wengine mambo ya NGOs, ya, na vitu kama hivyo, lakini kwa kusema ukweli, kiujumla, ile nafasi ya kuonana na rais, tukaweza kumweleza haswa matatizo tuliyonayo kama wana diaspora matatizo ya wana diaspora ya uraia pacha, niseme kiuhakika hasa yale hayajazungumzwa, ya isipokuwa yalikuwa yanaguswa guswa tu, yalikuwa yanatumika kama kujengea hoja za kibiashara. Kwa hiyo ile nafasi hatukuitumia ipasavyo kuomba au kujua tumefikia wapi katika maswala ya uraia pacha, ya lile swala limefikia wapi mpaka leo, kuzungumziwa kabisa, kama ni uraia pacha ama hadhi maalum lakini hilo suala halikuzungumziwa kabisa la hadhi maalumu ama uraia pacha. Kwa hiyo tunataka tujue hili suala la uraia hadhi maalumu ama ni uraia pacha tumefikia wapi. Kwa ujumla, mwingine alizungumzia kuhusu nafikiria suala la alizungumzia suala la alitamani yeye kuonana na Mama Mwinyi. Mwingine, nafikiri kuna dada yetu mmoja alizungumzia ye, alikuwa na hamu ya kuonana na Mama Mwinyi kwa sababu alikuwa na mambo mengi ya kumweleza Of course walizungumzia masuala ya maana, mambo muhimu, lakini si masuala yetu tunao yahitaji kama wana diaspora, tulivyokuwa tunahitaji masala ya hadhi maalum. Sawa, nafikiria, nilizungumza mara ya mwanzo kwamba suala la hadhi maalum wa diaspora hawajalitaka, walitaka uraia pacha, lakini tumelazimishwa tukubali ile ile hadhi maalum. Tuseme sawa, hadhi maalum halikuzungumzwa, ile swala la hadhi maalum uweza kujua sema kilichokuwa kinazungumziwa pale ni masuala ya business. Vipi tutaweza kuendeleza hichi, tutaweza kuendeleza kile, tutapunguza kipi, kipi kipungue, traveling, watalii. In short, ni ilikuwa ni kama business trip au business eh, meeting kitu kama hicho, na NGOs mbalimbali. Vipi NGOs tutafanya hivi, tutafanya vile. Haujaitumia kwa sababu yaonesha, uh, uh, haujaitumia fursa vizuri niseme kama nilivyokuambia mwanzo, kwa sababu fursa vizuri kuitumia wana diaspora azi wana diaspora, sisi tulikuwa tuna ombi letu la hadhi maalum ama uraia pacha kwanza, hilo ndo kitu muhimu chetu sisi kwanza tulichokuwa tunakitaka. Hayo masuala ya business yatakuja baadaye baada ya baadae, baadae wewe kushajua vipi unaishi pale kufanya biashara yako, kwa sababu aiza hadhi maalum ama uraia pacha ndo unaokupa wewe freedom ya vipi ufanye biashara ya vipi uishi ya vipi uwe na eh, NGOs ya vipi uweze kuwasaidia Wazanzibari ya vipi uweze kusaidia nchini kwako. Kwanza ueleweke, wewe unaishi pale kama ni raia mwenye uraia pacha ama ni raia mwenye hadhi maalum ama umekuja pale kama mgeni. Hilo ndilo swala la muhimu kwanza, then itafuatia masuala ya business. Lakini pale kilichozungumzwa zaidi ni masuala ya kibusiness si masuala ya hadhi maalum wala uraia pacha. Wakati sisi hadhi maalum ama uraia pacha ili tuelewe ni popo ama ni ndege, hatujujui mpaka hivi sasa. Tukienda Zanzibar tunakwenda kama wageni ama tunakwenda kama wazanzibari ama tunakwenda vipi? Hicho ndio kitu muhimu ambacho sisi wana diaspora tunakihitaji kwanza, tukijue. Huo ndio mzizi wa fitina, tukishaukata huo mzizi wa fitina, tukishajijua tuna uraia pacha ama tuna hadhi maalum then atakuja mambo ya NGOs business au vitu hivyo. Tukiangazia masuala mengine yaliyojiri nchini hapa wiki hii, tunazo taarifa kuwa jumuiya ya Umoja Wetu inayojihusisha na masuala ya misiba na mazishi kwa watu wenye asili au nasaba ya Tanzania hatimaye wamekamilisha rasimu mpya ya katiba yao na kutoa muda kwa wanachama wao kutoa maoni yao. Swahili so Voice imetaka kupata utandu na ukoko wa taarifa hii, na hapa mmoja wa maafisa wakuu wa umoja huo anafafanua. Mchakato wa maboresho ya katiba umeendelea vizuri sana. Kama tulivyotoa taarifa awali, mchakato ulianza tarehe kumi ya mwezi Machi, tukatoa drafti ya kwanza ya katiba tarehe kumi na saba na tukatoa drafti ya pili tarehe ishirini na nne na katiba hii ilitakiwa kukamilika tarehe ishirini na tisa ili ianze rasmi tarehe moja ya mwezi wa nne, lakini imeonyesha kwamba wananchi au wanachama wetu wamepata mwamko mkubwa sana kupelekea mabadiliko haya ya katiba, na hivyo sasa tumefikia tu azimio kwamba tuongeze muda wa kupokea maoni ya wanachama baada ya kuisoma ile katiba yetu iliyosimikwa tarehe 29 tumewapa muda tena kuanzia tarehe moja ya mwezi huu wa nne mpaka tarehe thelathini. Tunaendelea kukusanya maoni, waisome alafu watupe maoni yao. Na leo tumetoa tangazo rasmi la kuhimiza wanachama wasome katiba, wapitie mabadiliko yote. Tumewafanyia wepesi, tumeya highlight kwa green mahala pote ambapo tumefanyia marekebisho na mapendekezo. Kwa hiyo wao wasome, watuulize maswali pale ambapo hawajaelewa, na watuletee mapendekezo kama wanaona bado tunahitaji kuboresha. Nashukuru sana kwamba wanachama wetu wameonyesha mwamko wa hali ya juu, na kwa sababu tuna azimio la kuendesha umoja wetu kwa kanuni ya shirikishi kwamba tunaendelea kuwashirikisha wanachama kwa kila tunachofanya. Hivyo wamepewa hiyo nafasi, watuletee maoni yao. Ikifika tarehe thelathini ya mwezi wa nne, tutakuwa tumekamilisha muda wa marekebisho na katiba yetu itafungwa rasmi, halafu mabadiliko mengine yatakuja pale ambapo mahitaji yatapatikana na sasa tumalizia habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Serikali ya Uingereza imetangaza msaada mwingine wa kijeshi wa pauni milioni mia nne na hamsini kwa Ukraine, huku Uingereza na Ujerumani zikijiandaa kuwa wenyeji wa mkutano wa mataifa hamsini mjini Brussels. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey alisema lengo ni kumwekea shinikizo Rais Putin wa Urusi na kumlazimisha kukomesha uvamizi wake nchini Ukraine. Msaada huo unajumuisha mamilioni ya ndege zisizo na rubani, mabomu ya ardhini na matengenezo ya vifaa vya kijeshi. Kati ya kiasi hicho, pauni milioni 350 zinatolewa na Uingereza na nyingine kutoka Norway. Hili alisema mwaka 2025 ni muhimu kwa Ukraine. Ni jukumu la mawaziri wa ulinzi kuimarisha. Dawa mpya ya Capiva Satib inayotumika sasa kwa tiba ya saratani ya matiti ya hali ya juu sasa inapatikana kupitia NHS nchini Uingereza. Taarifa zinatujuza kuwa zaidi ya wanawake elfu tatu kwa mwaka watanufaika na dawa hiyo baada ya majaribio kuonyesha kuwa inaweza kupunguza ukuaji wa saratani na kupunguza uvimbe kwa asilimia 23. ya wagonjwa Dawa hii inalenga protini inayoitwa AKT inayochochea ukuaji wa saratani na imethibitika kuwa inafaa kwa wagonjwa wenye mabadiliko fulani ya vinasaba. Wagonjwa kama Linda Kelly wameshuhudia mafanikio, akisema dawa hiyo imempa miaka minne zaidi ya maisha. Shirika la Breast Cancer Now limesifu dawa hii lakini limeitaka NHS kuharakisha upatikanaji wa dawa hiyo kwa wahitaji kote Uingereza. Polisi nchini Uingereza wamefanya msako mkubwa dhidi ya biashara za mitaani, hasa saluni za kinyozi, maduka ya bidhaa ya vape ambazo zinashukiwa kutumika kuficha uhalifu wa kimataifa kama utakatishaji fedha, dawa za kulevya, uhamiaji haramu na utumwa wa kisasa. Katika msako wa Shrewsbury, polisi walivamia saluni na kuwakamata wanaume wawili wa Kurdi waliokuwa wakiishi juu ya duka hilo. Katika operesheni hiyo, fedha taslimu, bidhaa haramu na vapes zilitaifishwa. Wataalamu wanasema maduka haya yanaonekana kama ya kawaida, lakini yanamilikiwa na magenge ya uhalifu operesheni. Mashinaizi inalenga kukomesha mzunguko wa pesa haramu na kurejesha usalama wa jamii mitaani. Naibu Waziri Mkuu Angela Rayner amewasihi wafanyikazi wa ukusanyaji taka wanaogoma Birmingham wakubali mkataba mpya uliotolewa ili kumaliza mgogoro huo, hatua ambayo ilizua hasira kwa kiongozi wa umoja wa wafanyikazi Unite. Rayner alisema ofa hiyo imeboreshwa kwa kiasi kikubwa, lakini katibu mkuu wa Unite Sharon Graham alidai kuwa ni mpango wa upendeleo kwa wachache tu. Mgomo huo ulianza Machi tarehe 11 na umeacha takriban tani elfu kumi na saba za taka mitaani, mgogoro unaotokana na, na kufutwa kwa nafasi ya kazi ya afya na usalama ambapo wafanyikazi 150 wanaathiriwa na kupoteza hadi pauni elfu nane kwa mwaka. Pande zote bado hazijakubaliana. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice ya hapa London, na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. biashara na wasafiri wanaotumia barabara ya Marigat Chemolingot katika jimbo la Baringo wamejitokeza wiki hii kulalamikia ongezeko la mashambulizi ya majambazi wanaovizia katika barabara hiyo na kuaibia bidhaa zao. Mwanahabari wetu mpembuzi ya kinifu Nyota Suleiman ana ripoti zaidi. Kwa muda wa wiki moja iliyopita, wasafiri pamoja na wafanyabiashara wanaosafirisha bidhaa zao kupitia barabara hii ya Marigat Shemolingoti katika jimbo la Baringo wamekuwa wakiangaishwa mno. Majambazi ambao kwa kawaida wamekuwa wakijihusisha na visa vya wizi wa mifugo, wakiamua kubadilisha mbinu na kuwavamia wasafiri wanaotumia barabara hii ambayo hupitia katika sehemu ya vichaka. Hivi karibuni mashambulizi matatu yametekelezwa na majambazi hali ambayo imewaacha wafanyabiashara na wasafiri wakiwa na hofu. Fredrik Chege, mfanyabiashara kutoka jimbo jirani la Nakuru ambaye anahudumu eneo hili, ameelezea wasiwasi ambao wafanyabiashara hukumbana nao tangu majambazi hao waanzishe mashambulizi yao katika barabara hii. Hapa anaelezea tukio ambapo nusura washambuliwe na majambazi hao wenye silaha, ambao walikuwa wakiwavizia uh, watu wa kuiba mang'ombe. Kuna siku walikuwa wamekujaga, najua sasa, walitustua mpaka wachumaji wakapotea mpaka sisi, unaona sasa, mpaka tukashtuka, kila mtu akashtuka, unaona sasa. Unatoa kazi na wasiwasi, juu ni mtu aujui akoaje, and then ukisikia watu hapo wakiwaongelea, ni watu wabaya wako na mabaduki, unaona sasa. Kama hapa sisi haturuhusiwi kuwa na na hata hatujui kutumia usikie tena wako pale juu ya mlima. Unaona lazima hata wewe utakaa na mshtuko. Eh, hii patrol inatoka hivi, inaenda baka Malgat kwa hii njia, inatusaidia sana. Juu huwezi kaa like 10 minutes kama hawajapita patrol. Hii ikipita like 5 minutes nyingine inashuka, nyingine inapanda. Yaani patrol kwa njia inatusaidia sana. Tunakaa tunaona tunakaa tukionaga tuko kwa ulinzi. Wasafiri kwa upande wao wamejawa na wasiwasi kutokana na kuzoroteka kwa hali ya usalama kwenye barabara hii. Wanasema visa vya hivi punde zaidi vya mashambulizi vimepelekea hali ya taharuki huku wakitaka serikali kukaza kamba zaidi ili kuhakikishia usalama wao. Nakua na hofu, siku mingi tukikuja, Nakujia kama tumeogopa sababu hatujui kutakuwa aje, unasikia tu hali ya usalama inaenda ikizoroteka iki from time to time. So, tunashukuru maafisa wa usalama vile wamekuja hapa na tunaona ni wengi na tunashukuru hata serikali na tunaweza tuna omba ile ambaye the problem yenye ina exist, tunaomba serikali itatue, kama ni mambo ya maji aa, ama mambo ya chakula serikali iwaletee ndio wasipigane wakiimba aa. Kufuatia matukio wa hayo, vikosi zaidi vya usalama vimetumwa kushika doria katika barabara hii ili kuhakikishia wasafiri na wafanyabiashara wa usalama Kamanda wa jeshi la polisi jimbo la Baringo Bwana Julius Kiragu amethibitisha baadhi ya matukio ya uvamizi ya hivi punde huku akitoa hakikisho kwamba jeshi la polisi litakabiliana vilivyo na majambazi yao ili kuhakikishia wakazi usalama. We uh, we can we can show you kwamba the days are numbered uh, on Monday the other week uh, walishambulia pia asubuhi uh, mapema uh, ili inaitwa Korean uh, wakapiga uh, gari ambaye pick up ambaye ilikuwa inaenda kununua kununua mbuzi ilikuwa inakuja ile, ili kununua mbuzi, lakini bahati mzuri pia kuweza akuweza kuumiza anybody. Uh, we can, we can ikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Baringo mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya. Jina langu ni Nyota Suleiman. Tutamatishe habari zetu za wiki hii huko Rumonge nchini Burundi, ambako tunaarifiwa kuwa maji ya Ziwa Tanganyika yamezidi kupanda upya kwa kasi na kuharibu miundombinu mingi, kama vile stoo za bandari ya Rumonge na kuleta usumbufu wa kuhifadhi bidhaa. Mwandishi wetu Sidon Habonimana anaripoti zaidi. Athari hizi za ongezeko la maji ya ziwa Tanganyika zinazozidi kuonekana kila kukicha zinashuhudiwa ikiwa raia waishio kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika walikuwa na matumaini kwamba maji ya ziwa hili yamesita kuwavamia. Nyumba nyingi Ba na miundombinu mbinu mingine kwenye pwani ya ziwa Tanganyika ilivamiwa na maji na kubomoka. Hali kadhalika kwenye bandari ya Rumonge, ambapo maji haya yalipanda na kubomoa sito, hali inayoleta usumbufu kuhifadhi bidhaa zinazoletwa kutoka nchi jirani Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wanaotembea bandarini wanawaza ujenzi ovyoovyo ovyo, wenda ukachochea hali hiyo. Hata na maeneo jirani ya bandari yaliharibika. Upande mkubwa wa mtaa wa Kanyenkoko ulimezwa na maji na kuacha raia bila makazi. Mwaka wa kwanza ambao maji yalipanda, watu walifikiria labda ni mvua tu, maji yataenda. Mwaka wa pili watu wakategemea hivyo hivyo. Mwaka wa tatu watu wakaanza kutoka, maji yakazidi kupanda sana, na mpaka hivi sasa, huyu mwaka maji yanazidi kupanda zaidi na zaidi na zaidi. Penye watu hawakutegemea, ndio penye maji yamefika na ndio maana watu wengi walikimbia, waliacha manyumba zao, wengine nyumba zao zinabomoka, wengine wa mwizi wakaenda kuiba manyumba, wanabomoa mabati usiku. Basi ndio gisi watu wapo chakachakamisha panda juu zaidi nyumba hadi kule kwa bahari hadi kutanganyika. Eh, nyumba zipo zile wenye nazo, wengine washabomoa kabeba matafari na mawe, kwa sababu ya wezi kuwa naiba mabati, wanakuja usiku, wanabomoa mabati wanapeleka. Hapa naishi mimi mwenyewe kwa sababu ya kulinda ya mabati, nyumba hazijavunjika ila mke na watoto walishaenda kuwazima ndara huko mji. Yamaanisha kabisa ile eneo yote ile, hapafikagi mtu tena, hakuendagi tena mtu. Ile msikiti uliwaki vile, nyumba ya gorofa ilibaki hivyo hivyo. Kule anakuwa tu kule maeneo ya kiboko, kile kinatoka kule kinafika hadi hapa, kiboko kinafika hadi hapa. Wafanyabiashara pwani walilazimika kuhama maeneo yao baada ya maji kujaa. Wanasema hasara ni kubwa. Tunadhani kwamba maji yatarudia nyuma, lakini tunaona kwamba maji yanabaki na yanarudi kwetu. Hii baa yote ilipelekwa na maji, na kulikuwa ba kule ikapelekwa na maji na wakahama hapa, na wengi wao walihama sio hapa tu na wa wajirani wote, watu wote walihama kiujumla, ki watu wengi walihama. Watu walikuwa wanakaa kuzidi kule kule kule juu kidogo kwa kile kinmuti na, katika miaka miwili iliyopita kupanda kwa maji ya Ziwa Tanganyika Kuliharibu nyumba zinazohesabika katika maelfu na kusababisha hasara kubwa. Ni kiripoti kutoka mjini Rumonge nchini Burundi. Mimi ni Izidori Habonimana wa Swahili Voice. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika chaneli yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Comment zote zitajibiwa, wow. Huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice na nawatakia wikendi njema, ala msiki